na nakwa na kilo zake kwa sasa. Sasa wewe zokushikanii ni sasak saa, bwana hii ni JP 2025 tuka na Mchaga OG, kwenye red carpet hapa amekuja amepoa, style yake ya kipekee yake niko hapa, yeye ndo amekula tofauti sana, kama atuambie imekuwaje naka sishanani huyu anaitwa Mbele Brand, yuko Mikocheni pale. Nilimwambia bwana, JP 2025, unajua ni tukio kubwa sana Afrika. Wa Nigeria popo wako mundani na tunajua the way ambavyo wanauaga sana kwenye ku drip kwao, nikaambia Mbele, nataka kitu cha kitofauti ambacho nikiingia pale kila mtu atakuwa like wao, kwa hiyo mbele akasema nabidi tuondoke humu. Mbele Brand mtu mbadi. yeah. mm. Chaga inawezekana, ulikuwa uh, unafuatilia sana kuanzia Nigeria zile shughuli zao bara ma, ma, ba, tradition wakaenda kufanya na sherehe, leo iko reception Tanzania, ulikuwa unafuatilia ukasema, sasa ngoja nikawanyosha superdom? Ah, of course, yeah. Kama ambavyo nimekuambia kwamba mimi nilijua tu hapa, yeah. Leo kutakuwa kuna mengi sana. Okay. Kutakuwa kuna kila mtu atakuja katika namna yake. Kwa hiyo nikasema leo mimi sitaki kuja kikawaida ki, ki kawaida. Kawaida. Lazima nije kitofauti. Kwa hiyo nikapiga msketi fulani hivi nikasema hapa hapa tunakwenda kuwanyoosha au Aya, hii ni hii ni ile ndefu sana hii. Eh, hii ni ile ndefu. Kama milioni moja hivi. Eh, kama milioni vina kitu kwa sababu kuna vitu vingi hapa. hapa tena kuna vitu vingine nimekosa hapa kwa sababu ilikuwa faster faster, vitu vingine vikawa late. Kwa mfano kama fimbo na nini na vitu vingine kama hivyo, kwao nimevikosa, lakini ni outfit ambayo imekosti ndefu sana, my brother. Tunaingia wote, my brother, kwa hiyo noma sana, yeah. Sasa na kula kuambia Jux na Priscilla leo reception yao Tanzania, mpo hapa. Kama mchaga tumevaa vazi limekosti milioni, sijajua kwenye utunzaji utakosti kuanzia mia ngapi, ndugu kuna changamoto nyingi ambazo watapitia kwa hiyo, mimi nawatakia kila la heri. Mungu awabariki kwenye ndoa yao, na tuna expect makubwa na mazuri kutoka kwao. Tela kama tela.